Uongozi wa klabu ya soka ya Simba eh, ama wanamsimbazi imeshindwa kumwajiri, kumwajiri eh, Hemedi Morroco kuwa kocha mkuu wa klabu hiyo. Sababu za Simba na Morroco kushindwana inadaiwa ni kutoka, kutokubaliana eh, katika masuala ya maslahi. Ahmed Ali eh, anatupasha zaidi akizungumza nami asimu, kwa njia ya simu akiwa njiani kurudi kwao Zanzibar. Kocha Hemedi Morroco ameneleza kuwa Simba ilitaka kumpatia kiasi kidogo cha fedha ambacho kwa upande wake ameona hakina maslahi. Morroco amewaeleza viongozi wa Simba kuwa kwa sasa anarejea kwao Zanzibar, na iwapo timu hiyo itakuwa tayari kufikia makubaliano ya dau analolitaka basi, atarejea kuinoa timu hiyo.

hatujakubaliana eh, sio. Hatujakubaliana kiasi kwa kiwango kikubwa, sio? Wao wanataka mimi 50 percent wao wanataka 40 percent iko kama hivyo, wakati mzungu anamlipa hela kibao. Kaondoka ukaondoka, bwana lolote. Mimi naona kama hatujafikiana sasa kuhusu mshahara, lakini mambo mengine yote alikuwa lika vizuriahk anaisi anamaslahisimaslah vilevilwapo makochamiambili mia mbili wamejateleda najuasimba na angaarafiyanuonatukanwa lakini unajua unapata nini? Pamoja na hayo, Moroko hakuwa tayari kueleza ni kiasi gani anakitaka na Simba ilitaka kumpa kiasi gani zaidi ya kusisitiza kuwa "yeye si kocha wa bei chen. Afisa habari wa klabu ya Simba Haji Manara akizungumza nami kwa njia ya simu pia amethibitisha kuwa mpango wa kumwajiri Moroko haupo tena. a tatizo ta lake ishe Moroko kwamba haipo tena iiakuongelea okay, eh, hii ni mara ya pili kwa timu ya Simba kushindwa kuajiri kocha kwa sababu ya maslahi. Awali ilishindwa kumwongezea mkataba kocha wa Serbia Goran Kopnovik. Ahmed Ali, Star TV, Dar es Salaam. Mambo ya soka na masilahi hayo. Kwa hiyo, Simba ndo wameshindwana na Hemedi Morroco, lakini huwezi jua, huenda huko baadaye wakapatana, ijapokuwa msemaji huyo wa Simba anasema mambo hayo hayapo tena.